Taka si uchafu bali taka ni fursa. Ukimuona mtu kama kwale kwenye wale wadudu, mimi wakati naangalia wale wadudu mwili nasisimka, nikiwa naamini kwamba wale ni wadudu wachafu, ndo maana nikauliza wanaliwa hawa? Jamii imekuwa na uelewa mdogo juu ya fursa inayopatikana katika taka ambazo nyingi huishia kurundikwa mahali pamoja na kuzagaa mtaani hivyo kusababisha uchafu wa mazingira. Naibu Waziri, ofisi ya Makamu wa Rais, muungano na mazingira, Mheshimiwa Hamz, Hamis Hamza Hamis amelitaka baraza la uhifadhi na usimamizi wa mazingira kuhakikisha elimu ya fursa zinazotokana na taka inawafikia wananchi mbalimbali. Mbali na wananufaika, ukiangalia kwenye jambo hili la taka pamoja na kazi kubwa iliyofanya na wenzetu wa NEMKI wamefanya kazi kubwa ya kuendelea kuhamasisha na kuwaeleza wananchi, na ndio maana tuna kitengo maalum pale cha masuala ya compliance na mambo mengine ambacho kinashughulika na masuala haya ya taka. Lakini naomba sana niwaombe wote, wilaya, mikoa, halmashauri, NEMKI na kanda zetu zote Tanzania, tuendelee kutoa elimu ya kuelimisha wananchi na kuwaambia kwamba taka si uchafu, bali taka ni fursa. Ukimuona mtu kama pale kwenye wale wadudu, waka wadudu mimi wakati naangalia wale wadudu mwili unasisimka. Nikiwa naamini kwamba wale ni wadudu wachafu. Ndio maana nikauliza, wanaliwa hawa? Zoe akaniambia, "Eh, hey, aje watu wanapiga msosi huu. Proteini nzuri. Mwili ukazidi kunisisimka na kulaji wadudu kama wale." Paka sasa zawadi ile nilopewa naenda kusema sasa naenda kula kuku ambaye yeye mwenyewe alikuwa anakula yeah, wadudu. Lakini sio shida kwa sababu hata hao tunokula nao wanakula wadudu. Lakini kumbe ile pale ni fursa na ni fursa kubwa, lakini watu huko hawajafahamu. Sasa vipi elimu na taaluma itafika? Nawaomba sana Nemki, endeleeni kufanya kazi hii, halmashauri wilaya, mikoa, Nemki na wote tuendelee kufanya kazi ya kueleza wananchi. Aidha amesema taka nyingi zimekuwa zikirundikwa na kusababisha uchafu na harufu mbaya ya mtaani. Leo ukienda kwenye majaa ama madampo makubwa makubwa, unakuta kuna taka nyingi sana zimekaa na sio taka tu zimekaa zimekaa zikiwa zinaleta kero, maana taka ni uchafu, ukiacha mbali fursa. Mwisho wa siku, zikipata mvua zisipate, zinaleta harufu mbaya, zinaleta kero kwa wananchi wengine. Taka zinachogwa zikichomwa, ukiangalia chemical ya taka plus chemical ya moto plus moshi, madhara times two times four times all. sasa kama taka zile zisingefika kule moja kwa moja zikichukuliwa, zinapelekwa kwa mwekezaji, anazichakata anazibagua, anaweka plastiki kwake, chuma kwake, makaratasi kwake, zinatengenezwa zinaleta fursa, zinainua Watanzania. Sasa hayo Watanzania hawayajui. Tukimchukua wa mtu wa kijijini, tukimleta leo tukamtembeza kwenye mabanda haya, ataona hii jambo kubwa, hajawahi kuliona. Kumbe ni jambo la kawaida ambalo tumeshaanza kulifanya, lakini elimu kwa wananchi haijafika na kama imefika, imefika kwa wananchi wachache, hawa hawa tu wa maeneo, lakini wa maeneo mengine hawajafika. Tunataka hata wananchi walioko vijijini wafahamu taka ni fursa, na huko huko waliko wawekeze na waanze kuzichakata wazirejeleze, na tuje tuzitumie tena. Hongereni Nemki, endeleeni kufanya kazi hiyo. Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira Nemki linawataka wat